E, leo tumefika mahakamani hapa mahakama ya wilaya ya Nyamagana kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria e, unaotolewa chini ya chama cha wanasheria Tanganyika mkoa wa Mwanza kwa washtakiwa mbalimbali wanaoshtakiwa na matukio yaliyotokea kati ya tarehe 29 siku ya uchaguzi mkuu mpaka tarehe 30 na moja. E, kwa ujumla e, washtakiwa waliopandishwa kizimbani ni mia moja sabini na mbili na mashtaka yanayowakabili kwa mahakimu tofauti tofauti: e, moja, kuna kuchoma moto kwa maana ya arson. E, kosa la pili, e, kundi la kosa la pili kuharibu mali kwa makusudi. Kosa la tatu unyanganyi wa kutumia silaha, na wapo pia ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kufanya fujo. Na bahati mbaya, sasa katika makundi yote haya hakuna kundi hata moja ambalo lina mshtakio yote alipata dhamana, kwa sababu katikati yake kuna makosa ambayo hayana dhamana, hasa la ambi kwa maana ya unyanganyi wa kutumia silaha. E, mpaka sasa e, makundi ambayo yamepandishwa kizimbani kwa mujibu wa hati ya mashtaka ni, ni nane ambayo yapo kwa mahakimu tofauti tofauti ikiwemo hakimu eh, mkazi mkuu mheshimiwa eh, kresasia Mushi eh, Sumari eh, Tuji pamoja na ah, mheshimiwa hakimu mkazi mkuu mheshimiwa Mpuya, kwa hiyo bado tupo mahakamani tunaendelea na usomaji wa hati za mashtaka. Kwa hiyo hakuna hata mshtakiwa mmoja ambaye amepata dhamana, kwa sababu kati ya wote, kosa moja kubwa ambalo limewekwa ambalo wanashtakiwa nalo halina dhamana ni unyang'anyi kwa kutumia silaha. Hili ni kosa ambalo linawakabili washtakiwa wote mpaka sasa 172.